Peter Mavunde mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ambaye pia nilihudumu kama mbunge wa jimbo la Dodoma mjini, leo nimefika hapa katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya kwa ajili ya kukamilisha kiango ya katiba ya kuingia kwenye mchakato rasmi wa uteuzi wa ugombea wa nafasi ya ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo la Mtumba Itakumbukwa kwamba hapo awali jimbo lilikuwa na Dodoma mjini, lakini baada ya takwa la kikatiba la kupitia mipaka ya majimbo e, jimbo hili sasa limegawika katika majimbo mawili Dodoma mjini na Mtumba, na hivyo leo niko hapa kwa ajili ya kuchukua fomu ya nafasi ya ubunge kuomba ridhaa ya chama cha mapinduzi kiniteue kugombea ubunge kupitia system katika jimbo la Mtumba. Ni imani yangu ya kwamba yale yote ambayo chama kimeelekeza na hasa katika masharti kwenye kipindi hichi tutazingatia, ili tubaki katika misingi na kanuni na taratibu za kiuchaguzi na pia kutengeneza uwanja ambao uko sawa kwa wagombea wote. Mimi binafsi nataka nihakikishia kwamba nimeelelewa na kukuzwa kwenye chama hichi cha Chama cha Mapinduzi, kwa nafahamu taratibu zote Hivyo siku ya leo nikuja kuchukua fomu, nitakamilisha taratibu zote, nitarejesha na baadaye nitakuwa tayari kwa ajili ya vikao vya uchujaji na utaratibu mwingine wa uchaguzi, na kama nitapata ridhaa ya kutawaliwa, basi nitakuwa na nafasi pia ya kwenda kugombea katika jimbo la, mtuma, la Mtumba ambako naamini pia nitakwenda kutoa mchango wangu kama kiongozi, na washukuru sana. Okay, okay, okay, okay. Kila bae, kila bae. <laughs> Mimi kwa majina naitwa Samuel Kisalo ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu, lakini sasa nimeona ni muhimu kutumikia wananchi kupitia chama changu cha mapinduzi, na hii leo nimekuja kuchukua fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Dodoma mjini hapa tulipo, na nimeshakabidhiwa fomu na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Dodoma mjini, na niko tayari sasa kuijaza na kuirejesha ili vikao viendelee. Tunajua baada ya mchakato wa ndani ya chama cha mapinduzi, basi Mwenyezi Mungu akijalia, tutaendelea kuwa pamoja kuitumikia wananchi kupitia chama chetu pendwa, chama cha mapinduzi. Kwa majina ninaitwa Jamila Ali Mdee, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi inayotokana na Umoja wa Wanawake Tanzania UWT, wilaya Dodoma mjini, lakini pia nimekuwa kwenye kamati ya utekelezaji ya UWT lakini pia jumuiya ya wazazi ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji. Na namshukuru Mungu kwamba nimekuwa ni mwanamke wa kwanza kwenye nafasi hii ya kuwania ubunge wa jimbo la Dodoma mjini. Namshukuru Mungu sana na nia yangu ni dhahiri. Uh, kinyang'anyiro nilianza muda mrefu toka mwaka 2010 kwenye nikigombea ubunge viti maalum kupitia kundi la vijana, kura zikotosha, nilikuwa mshindi namba tatu, lakini sikukata tamaa, nikaendelea kugombea katika viti maalum wanawake mwaka 2020, pia kura hazikutosha. Ninamwamini Mungu kwamba 2025 kwenye jimbo la Dodoma mjini kura zinaweza zikatosha, na nia yangu ni dhahiri kuwatumikia wananchi, uh, lakini pia kukipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha tunamsaidia mama yetu Samia Suluhu Hassan kuhakikisha miradi ya kimaendeleo ya kimkakati ambayo tayari amekusha kuanza nayo inakamilika. Aa, na shukuru Mungu pia kwa ajili ya Mbunge Mavunde ambaye ndio alikuwa mbunge wa jimbo hili. Wao jitihada zake ni kubwa kuhakikisha jimbo limegawanywa, tumepata majimbo mawili na yeye akaenda kugombea jimbo la Mtumba. Kwa hiyo yako mengi ambayo alishayaanzisha nitayaendeleza Mungu atakaponipa ridhaa hiyo, lakini pia yako mambo mengi ambayo zimekuwa ni kero kwa Dodoma Mjini. Ninaamini kwa ushirikiano mkubwa wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wananchi wa jimbo hili, kero zote zinaweza zikatatuliwa. Niko tayari, nina nguvu, nina uwezo, niko tayari kuwapambania wanachama pamoja na wananchi wa Dodoma Mjini. Asante sana.